Wanao halali kwa ajili ya familia kama kizazi, ndugu yangu, ninakuambia kwamba kwa habari ya gano agaraa

aliugua sana. kumeanzia amemwambia kwamba kama utoweka kafara, nakuchukua mwenyewe. Akasema bola, na alisema siri zote hizo nakwambia. Kwanzia usiku wa saa sita mwanangu akanaumuia, anaenda analala huko, nikamwambia mama usiende, kwa sababu akienda usiku anawangiwa, maana wanagaribu kumfanya hivi, lakini roho takatifu yuko naye.

Mimi ni chawi tumemua fulani, tumemua fulani, uko na nani? Akawataja na wenzie saba kama wewe yes. Fikiria nadini, anakwenda kanisani, anatoa na sadaka kama wewe, lakini usiku baba anapiga mdundo ule hatari, anapaa nakuambia na machoka. Akaanza kusema, nina mafisi mimi, najigeuza chui mimi, ninachoka ambayo linasafiri dakika tano, anafika Mwanza. Wewe ndugu yangu pasipo Yesu, nawezaje ndugu yangu? Akasimulia yote, akafunua siri zake zote. Baada ya hayo kusema, ninakwambia ndugu yangu, oh, hazikupita siku tano, tukaendelea kumsididu toa hivyo vitu choni, uokoke. Anasema story bibi, uokoke, mambo sunaiva magumu wenzi wamekugeuka wanataka kukula nyama, nasema nimekubali. Tukamwambia haya, kama umekubali umkubali. Ndugu yangu ninakwambia, akafa. Maiti yake ilikuwa natisha kama shaa makatuni, ma, ma, ma, ma, yale alivyokuwa hayana hata mwili, hayana nyama. Ndipo alipokuwa, ndio jua satani anapotesa, ndio jua kwamba gaa linapotesa. Ninakwambia baada ya hapo, sisi tukasema huyu Yesu hatumwachi.

pita na wakati utafutia historia haya yes. utafutia utafutia kia ina hukumu yes. utafutia kia ina mateso ndugu yangu yes. yes. kwa sababu ya waki kwa huru unakuwa kwa kwelikweli, ndugu yangu, kama hivi tulivo huru, tuko huru kwelikweli, tunatangaza yeye aliyekuokoa katika hiyo, hujakasu hujafanya

watoto wako wataishije? Kwa kasiku Yesu. Uje kwa Yesu niya salama maisha yako. Amen. Unaweza ukatengeneziwa magonjwa kila namna magonjwa, eh, uje.

Ujanja wakok, unahangaika bule, unapenda huku na huku. Wale wanahangaika sana na dunia, mabinti ndio usiseme, hauchuko kwa kwenye... No. Utabadilisha na maumbile yeah. Inakwambia kama una agano huwezi ukampata mume bora huwezi ukampata watoto yeah. Utaishia kupata wanakuchezea, wanakwambia wawasinamili yeah. Na ukajanga sana okay. Nakwambia yeah. Utaangaika sana mwisho siku ja upate maradhi yeah. Japokuwa nasema ukimwi sahivi sio kitu, lakini ngoja upate ndo unajua kwamba ni kitu au si kitu ujekuisi

Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Kuja kwa Yesu usalimishe roho yako, na inakutangazia nafasi bado iko wazi, ufanya gano na Yesu sio leo. Hii injili haijaja kwa bahati mbaya, imekuja kwa ajili yako unayehangaika. Unalala makaburini, unetwanzia kafara, unajaribu kulala kwenye majeneza ili upate saza, hiyo ni agano inakupesa utatembea sana, uti utajaribu kufanya na kila kitu. Hiyo ni agano linakutesa, asipowaa kutua, ni bora ukaja kwa Yesu. Yesu atakuheshimisha, Yesu atakupa vile vilivyofitwa, kuliko ukahangaika, kuliko ukawa nahangaika na dunia. Dunia yenyewe hii sio rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakushauri ndugu yangu, uje ufanye agano na Yesu. yeye Yeah, akuandike katika kitabu cha uzima. yeye Yeah, atakusamehe kabisa, bila hofu. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitapumzisha. hilo agano lililokutesa mno, uje kwa Yesu akupumzishe. sio leo, yeye yeah, atakusamehe, atafute ile agano takusamehe hata kama uliua ulitoa kafara ndugu yako. Yesu atakusamehe, atakusamehe kabisa, hatakumbuka ata tena uovu wa aina yoyote kwenye maisha yako. Huja kijana usalimishe maisha yako, uja ndugu yangu iangaija kwa sababu ninajua, ninajua lina kabisa, lina uhakika kwa sababu kama nilivyokushuhudia lina, agada linakosa Ukini, unadini nzuri sana unaipenda sana ndio, lakini sisi tunakwambia ufanya agano na Yesu. Huo ndio usalama maisha yako, huo ndio usalama roho yako, kwa sababu shetani ni roho o, kijifanya ao, ni mchanja e, roho yako iyo, e roho yako, ndugu yangu itahangaika sana, ndugu yangu utateseka no, kwa sababu shetani ni roho na anafata kila mahali. Kuja kwa Yesu. Kuja yeah. Mulia Yesu aimalishe na akupe roho bora kuliko roho ya Satani ambaye na uwa inatoka sala ambaye inatengeneza kila ina ajali inatengeneza mauti ya kila namna. Na ndugu yangu, ninakwambia bibi yangu, huyo ya mtu anajifanya na huruma sana, anasikitika sana kumbe yeye ndoka sana. Kuja kwa Yesu. Shetani ni mjanja mno. Pasipo Yesu huwezi kujua. Huwezi kujua ninakwambia. Nina ujasiri wa kukuambia kwamba ujafanya agano na Yesu.

Sagi kuokoka msiga hapo mbele na utumishi wa Mungu, hata ku imarisha agano lako na Yesu. Uweke agano na Yesu jioni ya leo. Yesu anakupenda, Mungu anakuthaminia Kwa sababu naangaika kwenye uwagano na uweze kujinasua pasipo yeye. Bwana Yesu asifiwe.

Hatupati, kwa sababu lipo agano linasema, hapana. Atakawa na kazi nambia, hakuna kufanikiwa kuja kwa Yesu. Unapokea mshahara mkubwa, unaishia kwenye baa, haujui ni agano linakutesa. Pesa zako zinaishia kwenye anasi, kuna gari ya mamalala huko, familia inahangaika, wanateseka Usalibisho maisha yako, na kama ukikaidi, mnakuambia Biblia yangu inaniambia katika kitabu cha Yeremia kangia msaro wa kwanza nana itakuwa nyumbani mako watoto ndugu yangu, tulikuwa tunalima tunapata mazao ya kutosha sana, japokuwa nilikuwa binti, ninakumbuka mbe, tuliuza mali zote. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya kumunguza mama yangu. Tulikuwa tunafuga nguruo wengi sana, tulikuwa tunalima karanga, magala na magala. Ninakwambia habari za njaa tunakuwa tulikuwa hatuzijui, lakini tukaanza kuangaika na njaa nini? yakag utajifanya mjanja kwa sasa hivi, utasema ya kwamba ndiye ninamiliki gari na jumba. Mwisho wa siku, shetani akikubadilikia, hivyo vyote vitapukutika kama pepo. Uje kwa Yesu, salimisha roho yako, salimisha watoto wako

Mungu, Mungu amesema na sisi, inawezekana. Yako mambo yanakutesa yanakusumbua kwa sababu ya maagano ya kufalika. Agano linatesaga, na kwa kutokujua, yako ndiyo yanayotesa wanadamu siku za leo, lakini iko neema ya mwanadamu ya, ya kutoka kwenye hayo maagano, liko kumkiri Yesu.